Kwa jina naitwa Hadhara Charles Mjeja, maarufu Ronaldo wa kike. Ni dada mwenye kipaji cha kuchezea mpira sehemu mbalimbali ya mwili wangu. Wengi wamezoea kuniona uwanja wa Taifa na mitandao ya kijamii. Kipaji chako kilianza lini na nani alikiibua kipaji? Changu mimi kilianza tangu nikiwa mtoto, ila umaarufu nimeupata kupitia Rais wa Marekani ambaye ni mstaafu, Donald Trumpo. Ndio rais wa kwanza aliyeguswa kuposti video yangu kwenye mitandao ya kijamii kwa kweli, ndo aliye nipa umaarufu na ninamshukuru mpaka saizi kuwa na mji wangu. Bila yeye nisingekuwa na nyumba saizi Chanika. Kwa kweli, ninaomba nimshukuru kwa hiyo, naomba msaada na pia akiwemo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Samia. Kama unanisikia mama, mimi Afrika ni watatu, lakini samani yangu iko wapi? Nchi zote ninawakilisha. Ninaomba sapoti yenu kwa sasa hivi, sina kazi kwa kweli, kama hivi unavyoona.